Baada ya mtafaruku kuibuka wakati wa mashindano ya kuigiza ya shule za upili kuhusu tamthilia ya shule ya wasichana ya Butere Echoes of War, viongozi mbalimbali wa kisiasa na kidini wameendelea kukashifu matukio yaliyopelekea hali hiyo kushuhudiwa katika kaunti ya Nakuru. <tinyo> Kulingana na wabunge Joses Lelengeti wa Emgwen na Paul Biego wa Chesumei wamewashutumu wanasiasa kwa kuwatumia wanafunzi katika kujitafutia umaarufu na kuwataka wazazi kuwa waangalifu zaidi, hasa wakati huu ambapo wanao wako kwenye likizo, wasije wakatumiwa visivyo na wanasiasa hao. Butere Girls, kutumia wanafunzi kuwaingiza kwa maishu ya siasa, sisi tunakataa kama politicians wadogo kama vijana sisi tunakataa. na mimi nasi na, na emergencies ama wanafunzi vijana wadogo kwangu, ya kwamba mtu asikupoteshe kwa maneno ya siasa. Wewe kama mwanafunzi jua lengo lako ni nini? Kama unasoma utie bidii. Your time will come ya leadership. How on earth would you agree our own children to be used In issues to do with politics. Let them study. Mambo ya, ya masomo should be actually free from political uh, interferences. Tayari baadhi ya viongozi wa kidini kama vile Askofu Mkuu wa kanisa la ABC Dr. Timothy Ndambuki walikuwa wamejitokeza na kukashifu matukio hayo. hapo Jana, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Kakamega, Joseph Obanyi, aliwarai wanasiasa kutoa tumia wanafunzi kutimiza malengo yao ya kisiasa. Viongozi tutaanza kutumia watoto kufikia maneno yetu ni ibaya a Our political point is wrong. Haya yanajiri huku Rais William Ruto akiapa kuwalinda watoto nchini dhidi ya mafunzo ya chuki. Equally protect all our children from pedophiles, from drug peddlers and from those who want to corrupt our children and teach them to hit their parents or their teachers or their leaders or their nation. Sebastian Maria, Undugu TV.